Nam, tuelekee kaunti ya Nandi namba 29, ambapo mama mmoja katika kaunti hiyo ameamua kuuza figo zake mbili ili kuokoa maisha ya wanawe ambao afya yao inaendelea kudhoofika baada ya kutumia mihadarati. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 45, Filomena Limo amesema kuwa wanawe wawili wameathirika baada ya kutumia mihadarati kwa muda mrefu. Katika barabara za mji wa Kapsabet tunakutana na Filomena Limo ambaye yuko mwingi wa mawazo. Filomena, mwenye umri wa miaka 45, amechukua hatua hii kutokana na changamoto za maisha baada ya ndoa yake kusambaratika miaka kumi na mitatu iliyopita na kusababisha wanawe kujiingiza katika mihadarati. Na mimi kama mama ya hao watoto wawili mimi nilipo nilipoona hao, hao vijana wakiwa wameadhirika hivyo na maisha yao ya hapo mbeleni ni kama hakuna matumaini, mimi kama mama ya hao watoto wawili nimeamua kuuza kidney zangu mbili, one for my first born son and one for my second born son, na kwa hivyo nimeishi maisha yangu na sioni haja ya kuishi wakati watoto wangu wanaangamia, ndiposa nimechukua hii hatua na nimeamua kuuza figo zote mbili. Filomena anasema kuwa ukosefu wa usaidizi kutoka watu mbalimbali mbali. ndiyo sababu iliyomsukuma kutaka kuuza figo zake. Kabla hata sijachukua hii hatua, nimezunguka kotekote nikitafuta msaada, ili hawa vijana wangu wawili waweze kuwa cancelled ama kuwa rehabilitated. Nimeenda kwa wachungaji, nimeenda kwa bishops, nimeenda kwa elders, nimeenda kwa, kwa serikali, nimeenda hata kwa ma-advocates kujaribu kuuliza nz, namna ya kuweza kusaidia hawa vijana. Nimetembelea jamii, nimeongea ni na marafiki, lakini sijaweza kupata msaada wowote. Ndiposa nimechukua hii hatua. I know it is a bold step and I don't mind losing my life for my sons to live. Hawa vijana wangu wawili wote wawili ni wagonjwa. My first born ana suffer from chronic ulceration na second born ni convulsion. Daniel Korir, runinga ya Citizen, county ya Nandi.